Baada ya ule mkeka wa Trump kutoka wa kodi, dunia nzima ilitaharuki, na mataifa yote duniani isipokuwa China waliahidi kukutana na Trump kuelewana naye kuhusiana na kiasi cha kodi walichowekewa na Trump. China tu ndiye aliyejibu na yeye kwa kuweka kiwango chake cha kodi kwa bidhaa za marekani zinazoingia China. Yeye aliweka thelathini na nne kama alivyowekewa thelathini na nne Kumbuka Marekani ana bidhaa chache sana zinazokwenda China na nyingi ni za kilimo, lakini ndani ya Marekani China anapeleka uchafu mwingi sana, naita uchafu yani takataka, taka kibao, kuanzia nguo, simu, yani electronic, magari, mauchafu kibao. Sasa hichi kinachoendelea sasa hivi ndio vita kamili ya kulidondosha taifa mojawapo kati ya Marekani au China. Wachambuzi wa Magharibi wanasema hivi, Marekani anajichimbia shimo mwenyewe na kujifukia. Kwa nini? Watakaoathirika wa hapa ni raia wa Marekani baada ya Wachina ku... Kusabu, kwa sababu wachambuzi wamesema kwamba Marekani alirusha punch ngumi, China nayo akarusha ngumi. Sasa Trump ndo ameua kabisa leo kwa kuongeza kiwango kingine ikafika mia moja na nne asilimia ya tarifu, yani hiyo kodi mwanake nini, bidhaa zote za Marekani zinazotoka China haziwezi tena kuingia Marekani, kiwango cha kodi cha asilimia mia moja na nne, kwanzia gari, sijui simu, nguo, vitoitoi vya watoto, yani nothing, hakuna kitachoko Kitakachotoka China sasa kiende Marekani. Watu watajiuliza lengo la Trump ni nini? asira kubwa ya Trump, China ameifanya Marekani kama jalala lake. Really, ni kweli kabisa, ni jalala la wa China. Marekani ni jalala la wachina. Sasa lengo la Trump ilikuwa anataka kupunguza nchi ya Marekani kufanywa jalala, wachina wakamwambia bado tutaendelea kufanya jalala. Trump ndo akaamua kufunga kabisa. Sasa swali linakuja, kama Trump amezuia bidhaa zote za wachina kwenda Marekani na wa China nao wakazuia bidhaa za wamarekani ambazo kihalihalisi wa China wanaweza wakapata sehemu yoyote ile. Hakuna kitu cha maana ambacho wamarekani wanauza China ambacho mchina anaweza akakosa sehemu yoyote mtu. Atauliza, je, na wamarekani bidhaa zinazotoka China wanaweza kupata sehemu nyingine? Haiwezekani. Mtu anaye control madini muhimu Wanaita rare earth madini muhimu ya mambo ya solar panel, mambo ya electronic chip, mambo ya yani, hizi bidhaa muhimu tunazotumia kila siku za kielektroniki. Mtu anaye control madini hayo sasa hivi duniani ni China. Utapata wapi hayo madini kila? Yani, ne, ne, elewa kwanza hapo, the rare earth business is being controlled by China niliyosema si ani haya madini yaani ya madini, makina, titanium, cobalt. Yani madini muhimu ya vifaa vya kielektroniki na hayo ndio Amerika wanahitaji, kuliko wazee wa Silicon Bay wananielewa, bosi wa hayo madini ni China. Marekani atapata pia madini Marekani anapeleka vitunguu nguruwe nyama kwa Wachina, hivyo Mchina si atapata sehemu yote ndogo, hiyo ndio hii ndio vita kamili ya kulidondosha taifa mojawapo kati ya haya mawili. Marekani hakuwahi kukutana na taifa jeuri au lenye uwezo wa kupambana nalo kama hili, kwa miaka yao yote ya, ya kuitawala dunia walizoea wakikohoa wanaambiwa pole baba. Sasa leo hii wamekohoa, wamepigwa kabisa na kofi juu. Hicho ndicho kinachoendelea katika hii vita ambayo imeamshwa China na Marekani. Ulaya kimya, Japani, sijui nani wale chawa chawa wote wa Marekani, wao to kimya, wanasikilizia hii heavyweight baro. Hii ni vita ya uzito wa juu, watu wa kilo tisini na kwenda mia wako ulingoni, America versus China, vita ya kodi. Nikuulize swali moja jepesi, ndugu yangu mara ya mwisho kununua bidhaa ya Marekani ni lini? product manufactured in America ni lini? mi mpaka leo hii sijui Amerika anafanya biashara gani zaidi ya kupata mtandaoni tu. Amerika ndio baba muuza silaha duniani, na hizo silaha anazotengeneza, baadhi ya madini ya kutengeneza silaha bado atakwenda kwa China. Ndio maana Xi Jinping wala ajisumbui na Trump, anajua Trump atamtafuta tu. hivyo vitunguu sijui vi, nguruo unaniletea mi, nitapata sehemu yoyote. Hii ndio vita kamili ambayo ulimwengu ulikuwa unasubiria. Kiwa na uchumi imara unaweza ukafanya jambo lolote, ndio unakuwa na jeshi imara. China anajua kiburi cha Amerika ni uchumi wake bora, na hapa ndipo China anaposhikilia sasa. Wewe ukila ukishiba utanisumbua, sasa hapa ndipo nakutaka nikutengenezee njaa ili usinisumbue. Kwa kina Taiwani hapa kwa kina Japan, kwa kina Filipino, wa China wamehapa watapambana mpaka mwisho. Kumbuka hizi taarifu alizozifanya Trump alizifanya kibabi, yaani alivunja sheria za WHT, WTO World Trade Organization, shirika la biashara, na China ameapa kumpeleka Marekani kwenye hili kwenye mahakama ya hili shirika na mahakama zao za kibiashara kwa sababu ana violate hizi sheria. Mimi sizijui, ila wa China wamesema Marekani ame violate sheria za WTO kulingana na wanavyojua wao. Kwa nini Marekani hajasema China amevunja sheria za WTO? Kwa sababu WTO sio, wametengeneza Amerika wenyewe, wakiamini hakuna mtu anaweza kuliingia hilo hilo shirika lao, zaidi ya yeye na chawa wake katika kuinyonya dunia. Kuna video nitakuja kuwatengenezea, China aliingiaje kwenye hili shirika. Marekani, bidhaa za China kodi asilimia mia moja na nne. China, bidhaa za Marekani asilimia themanini na nne. Hii ndio vita kamili dunia ilikuwa inasubiria. Sikiliza wa China wanasemaje kuhusiana na Trump.

Na kama wangekuwa na nia ya mazungumzo wangefuata mfumo na utaratibu wa kibiashara, lakini kama wamelenga kufanya hii kuwa vita, sisi wa China tuko tayari kupigana mpaka mwisho. Umeona kauli ya kibabe kabisa, kwamba they are not going to back down. Yaani wa China hawatarajii kuonyesha unyonge kwa alichokifanya bana Trump. Sio wanyonge kabisa. Kwa nini? Unajua kuna kitu kimoja watu mnatakiwa mjue. China ana masoko mengi sana. China anaichafua dunia nzima watu bilioni nane wote China anawashika believe me, fanya research yako. Kwa hiyo soko la Marekani kweli litawaathiri wa China, hatukatai kwamba hawezi kuathirika kwa, lakini nataka nkialihalisi atakaeathirika zaidi ni Marekani. Trump anafurahia kwa kusema right now Chinese are paying 104 tariff. Sasa hivi wachina anatulipa kodi yao ni taarifu yao ni mia moja na nne asilimia. Trump analalamika walikuwa wanatuvuna sana hawa watu. Msikilizi hapo kidogo, Trump mwenyewe anachokisema right now China is paying mimi nimependa sentence ya mwisho na kuambia, mataifa mengi yamekuwa yanatuvuna yanavyotaka. Hasira kubwa ya Wamarekani ndugu zangu, ni dampo, hawazalishi chochote ni kama unavyoona Dar es Salaam, kila bidhaa ikizalishwa huko mkoani lazima iji Dar es Salaam. Marekani ni dampo la bidhaa za Wachina. Trump anaweza kupunguza akafunge viwanda nyumbani na viwanda vyake vizalishi. Wachaina wana uwezo wa kuua nchi yoyote ile kiviwanda, kwa kuwa na bidhaa bora, bei ndogo. hao ndo wa China. New world order underway. The Chinese want to make a deal, they just don't know how to do it, but the president will, uh, be implementing these 104% tariffs on China tonight.